Wanajeshi wa Kenya kwa ushirikiano na Amisom na wanajeshi wa Somalia wameanza mikakati ya kuyakomboa maeneo ya kusini mwa mji wa Kismayu ambayo yapo chini ya udhibiti wa Al-Shabab. Msemaji wa jeshi la Kenya Cyrus Ogina amesema kwamba wanajeshi hao pia wamepokelewa vyema na wenyeji wa Kismayu baada ya uvamizi uliopelekea ukombozi wa mji huo ambao ulikuwa ngome kuu ya wanamgambo wa Al-Shabab. Baada ya wanajeshi wa Amisom wale wa Somalia, na wenzao wa KDF kutoka Kenya kufanya uvamizi usiku kwa mkia siku ya Ijumaa huko Kismayu, na hatimaye kuukomboa mji huo dhidi ya udhibiti wa, wa Al-Shabab mikakati thabiti imeanza kutekelezwa ili kuhakikisha kuwa wanaondoa kabisa udhibiti wa Alshabab katika sehemu za kusini ya taifa hilo. Kulingana na msemaji wa jeshi la KDF Kanali Cyrus Oguna wameimarisha doria sehemu za kaskazini, kando na kuangazia maafikio hayo, huku wakidhibiti usalama maeneo ambayo raia wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Hadi sasa wenyeji wa Kismayu idadi kuu wakiwa ni wafanya biashara wameripotiwa kufurahikia ukombozi huo huku wakiunga mkono wanajeshi wa AMISOM kwa jitihada zao. Taarifa kutoka kundi la Al-Shabab zinaarifu kuwa usimamizi wa wanamgambo hao umethibitisha kuuhama mji wa Kismayu na inaarifiwa kuwa wamejificha katika baadhi ya misitu sehemu za kusini mwa Kismayu wakijiandaa kwa pambano jingine. Aidha, kituo chao kikuu cha redio Andalus kinachosimamiwa na Al-Shabab bado kimenyamaza, ishara tosha kundi hilo halipo mjini Kismayu. Kanali Oguna pia alithibitisha kuuawa kwa makamanda wakuu wawili wa Al-Shabab, ikiwa ni katika jitihada za kupunguza makali yao huko, mapambano zaidi yakipangwa. Alisema wanajeshi hao hawa hawajakumbwa na pingamizi au hata mashambulizi yoyote. Kundi la Al-Shabab limedaiwa kutumia mji wa Kismayu kupitia bandari yake kwa manufaa ya kibiashara, kando na madai ya kuingiza silaha nchini humo. Alimanzu, KTN Jumapili, Nairobi.